Wa West TV. Ee bwana, hii ni breaking news kutoka shirikisho la soka barani Afrika, yani CAF kwa shirikisho la soka nchini Tanzania yani TFF pamoja na Simba Sports Club kuelekea mchezo dhidi ya Almasili uliopangwa kuchezwa siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 4 2025 katika dimba la Benjamin Mkapa. Shirikisho la soka barani Afrika limeufungia uwanja wa Benjamin Mkapa kutokana na sababu kwamba eneo la kuchezea, yani pichi, kutokuwa bora. Hivyo basi shirikisho la soka barani Afrika limeweza kuwapa siku kadhaa TFF kuboresha uwanja huo, ili mchezo wa Simba uchezwe. Lakini sio mchezo wa Simba tu, na mashindano mengine makubwa ambayo yamepangwa kufanyika nchini Tanzania. Basi ili kuweza kurahisisha michezo hiyo ijayo kuchezeka, na wao CAF wameweza kutanabaisha kwamba endapo Eh, uwanja huo hautaboreshwa basi Simba itabidi atafute uwanja mwingine kwa ajili ya kwenda kuchezea, na taarifa zinasema uwanja ambao Simba angeweza kwenda kuutumia uwanja wa Amani nao pia upo kwenye marekebisho huku kafu wakitoa siku kumi kwa marekebisho wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Na taarifa ambayo TFF wamepewa anasema shirikisho la mpira wa miguu Afrika kafu limeufungia kwa muda uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kutokana na eneo la kuchezea yaani pichi kuendelea kupungua ubora wake. Kafu imeelekeza eneo hilo liboreshwe haraka kufika viwango vinavyotakiwa ili kuepuka uwanja huo kufungiwa kwa muda mrefu. Mechi ya robo fainali ya kombe la shirikisho la Afrika uh, kafu kati ya Simba Sports ya yeah, misri eh, imepangwa kuchezwa kwenye uwanja huo aprili 9 ili kuondoa usumbufu shirikisho la mpira wa miguu tanzania tff imetakiwa kutumia jina eh, kutuma jina la uwanja mbadara utakaotumiwa na simba katika mechi hiyo eh, kufika machi 14 2025 kafu imefanya ukaguzi wa uwanja wa benjamin mkapa machi 20 eh, Kafu itafanya ukaguzi wa uwanja wa Mkapa Machi 20, 2025 ili kuona maboresho yatakayofanyika kabla ya kuamua kuruhusu utumike au kuendelea kufungia. Mbali na mechi hizo, Kafu Uwanja wa Benjamin Mkapa umepangwa kutumika kwa ajili ya fainali za CHAN zitakazofanyika Agasti elfu mbili na ishirini na tano. Bwana Simba na na anakwenda kuathirika moja kwa moja na sakata hili, ameambiwa tume jina la uwanja atakaotumia eh, kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa una hatihati hati ya kuto kutumika. Tuoni kimoni yako katika sehemu ya comment, unafikiri nini juu ya sakata hili? Simba bila mashabiki katika nchi ugenini ya ugenini yataweza